Shalom, shalom mwana wa Mungu, na kusalimu kwa jina la Mungu aliye hai. Tuko nami Madam Johanitha Jeremiah, karibu katika kipindi chetu cha siku ya leo cha mafunzo pamoja na maombi kwa ajili ya malango yaliyobeba hatima zetu. Kumbuka kichwa chetu ni vita malangoni, na nikakwambia kwamba kuna malango mengi ambayo shetani anapigana nayo kila kuitwa leo ili aweze kuondoa katika baraka za kibingu zilizokusudiwa malango ambayo yanayokuwa yamekusudiwa kupitisha baraka. Bwana Yesu asifiwe! Na katika siku ya leo tutajifunza kwa habari ya lango la uchumi ustawi na umiliki. Uchumi, ustawi na umiliki, lango hili ni lango linaloachilia uwezo wa mtu au familia ishi kwa utele wa mahitaji ya msingi lakini pia na kumiliki rasilimali kwa kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu hakumuumba mtu ili aweze kuishi katika maisha ya dhiki, hakutuumba ili tuweze kuishi tukiwaombaomba, na alituumba ili ya kwamba tuweze kuwa na na, na, na, na ustawi weza kumiliki uchumi. Bwana Yesu asifiwe. Hmm? Misingi ya kifedha na umiliki eh, inajengwa ndani ya agano la kimungu, eh, na tangu Edeni Mungu alitupa huo umiliki. Ukisoma Mwanzo sura ya kwanza msala wa ishirini na nane Mungu akawabarikia akawambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze dunia mkaimiliki. Kwani tangu mwanzo ya kwamba tumebarikiwa na tumepewa kuweza kumiliki, kwa pale unapoona ya kwamba haumiliki, lazima urudi tena ujitafakari, useme ujue ya kwamba ni changamoto gani lakini ukisoma pia kumbukumbu la Torati sura ya ishirini na nane mstari wa sita na mstari wa kumi na tatu anasema, ubarikiwe unapoingia, au ingia hapo na ubarikiwe utokapo. Bwana atakufanya kufanya kuwa kichwa, si mkia. Kwa hiyo tunapotoka kwenda kufanya kazi zetu, Mungu ameahidi kutubariki, tunaporudi Mungu ameahidi ame kutubariki. Na ni kwa sababu gani sasa tunapitia ugumu mkubwa sana katika uchumi? Ni kwa sababu gani sasa familia zinapitia katika ugumu wa uchumi? Ni kwa sababu gani sasa wanaume wanapitia katika ugumu wa uchumi? Ni kwa sababu iko vita. Kwa sababu eh, kitu cha kwanza ambacho Mungu alifanya alimuumbia mwanadamu mazingira yote ambayo yangeweza kumsaidia yeye kuweza kumiliki, na baada ya hapo akamweka bustanini ili aweze kuilima na kuitunza. Kwa Mungu alianza kutengeneza mazingira ya kumiliki na mazingira ya kiuchumi kabla hajamweka mtu, na baada ya hapo akamweka huyo mtu ili yule mtu atakapokuwa amemiliki na akastawi, amrudishie Mungu ibada. Mtu asiende kumwabudu Mungu huko ajahajala, asiende kuabudu Mungu huko ana stress huo ulikuwa ni mpango wa kimbingu, lakini sasa imekuwa ni tofauti kwa sababu shetani anapiga malango ya uchumi, anapiga malango ya umiliki, anapiga malango ya ustawi. Hivi ni vitu vitatu tofauti. Naposema uchumi, na maana ule uwezo wa kwako au uwezo wa hiyo familia kuweza kuweza eh, kutengeneza, kuzalisha, kuzalisha E, fedha lakini, unaposema umiliki ni kuimiliki kumiliki ule uchumi, sasa e, kuwa na rasilimali. Kuna mtu anaweza akawa anafanya kazi analipwa, lakini hakuna kitu anachokimiliki. Akianzisha mradi unakufa, akianzisha kitu anaibiwa, anabaki zilo. Kwa hiyo ni kwamba anaingiza mshahara, lakini kumiliki ni changamoto, au hiyo hela hana kabisa, mawazo fikira zake zimefungwa. Hiyo ni vita lakini kuna ustawi, kustawi katika kile ambacho Mungu amekupa. Mungu anategemea wa wakati una hiyo kazi, basi kuna vingine utaanzisha ili uweze kustawi katika yale mambo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiangalia e, katika maisha ya familia zetu tulizo nazo e, tutaangalia tu uchumi kwa kwa ujumla tu kwamba Mungu anatumia vipi ili lango, shetani anapambana ana, ana, ana, nalo vipi. Lakini katika familia zetu pia, kila mmoja Mungu amempatia baraka yake ya uchumi kumiliki na kustawi, lakini kuna watu katika familia pia wao wow, kama wao wow, ni malango ya uchumi. Ukia, ukisoma bali za Yusufu utagundua kwamba alitumika kama lango la uchumi kwa familia na taifa zima la Misri, kwa sababu alikuwa na hekima ya kusimamia chakula na mali ya kitaifa, ukisoma Mwanzo arobaini na moja. Kwa hiyo hii inatuambia ya kwamba uchumi pia unaendana na hekima, unaendana na maarifa, unaendea unaendana na maarifa pia Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, namna ambavyo adui anashambulia hili langu, kitu cha kwanza, anazuia riziki kwa misingi ya kiroho, yaani anatumia maagano yaliyowekwa, ibada za kimungu zilizofanyika kuweza kuachilia laana za familia, na hii inawafanya watu wapate pesa sometimes zisikae au wasipate pesa kabisa. Nimekutana na ndugu na wakati mwingine, sote ni mashahidi, tunaweza tu ukapambana sana kutafuta. Inawezekana kitu unachokifanya ndicho anachokifanya fulani. Umesoma sana labda ya kwamba ili ufanikiwe katika biashara unatakiwa uwe hivi na hivi, na kweli umepambana sana, you try as much as you can Unaweka bidhaa nzuri, unafuatilia misingi mizuri ya masoko, unafuatilia vyote, lakini bado unakuwa ha, ha, haukui katika ule uchumi wako. Wewe unajua wewe kuna vita unapita nayo katika malango. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu cha pili ambacho adui huwa anafanya ni kupandikiza roho ya umasikini, roho ya hofu, roho ya kutokujiamini, yani anaweka roho fulani Yaani hakuletei roho moja kwa moja kwamba hii roho sasa e, ni roho ambayo ro ro ya kushusha uchumi wako, lakini kuna roho anazoitumia roho ya umaskini, roho ya hofu, roho ya kuto kujiamini. Kanakuta mtu ana mawazo mazuri, ana kipaji kizuri, lakini anaona kama hastahili, yaani hana ana mwamko, anakaa maisha yale yale, wala hawazi. Kwa hiyo hiyo sio kawaida adui, adu anatumia roho fulani E, anatumia roho fulani fulani, kwa sababu anajua haweza kaondoa direct uchumi wako, lakini hizo roho zitakufanya wewe mwenyewe e, ushindo kusimama. Lakini kitu cha tatu ambacho adui anakifanya, anaki ni mizunguko ya hasara. Kila unapopata mtaji, biashara haifanikiwi, pesa inapotea, watu wanakula gai, miradi inakufa ili kabla ya kuanza, na wakati mwingine ni wakati umeanza umepiga hatua ile wakati unaenda kupokea tenda kubwa ambayo ungesema hii itanitoa ninunue kiwanja, hapo ndipo unasikia yule miliki amekufa, unasikia amepata ajali, unasikia sio amefirisika, yani Yani ni changamoto, changamoto lakini zinakaribia pale unapokuwa unakaribia hatua kubwa. Kwa hiyo, hiyo mizunguko ya hasara siyo kawaida, ni vita ya malango ya uchumi inakutafuta wewe. Na wakati mwingine, vita ya malango ya uchumi sio kwamba inakutafuta wewe peke yako, lakini inakuwa inalenga kuangusha familia Wanamjua mtu fulani au baba wa familia akiwa na nguvu ya uchumi atasimama imara, atamwabudu Mungu. Wanampiga katika uchumi ili achanganyikiwe, na kupitia kuchanganyikiwa kwake, kuna mabinti zake hawataweza kupata yale mahitaji, wataangaika na maono yao yatashindwa, yatafeli. Kwa hiyo hapo utagundua kwamba kuna vita ya mtu mwingine inaweza ikampiga mtu mwingine. Kwa hiyo tunapoomba make sure, naomba kitu chenye ambacho adui huwa anafanya ni kuishi E, kuwafanya watu waishi kwa mshahara pekee bila uwekezaji. Kumbuka hili ni lango la uchumi, umiliki na ustawi. E, watu wanaishi kwa mshahara pekee bila uwekezaji, yaani anawatumbukiza watu e, shetani anawatumbukiza watu kwenye mzunguko wa kazi, mshahara, matumizi, madeni. Basi e, ukisoma Hagai sura ya kwanza msala sita, anasema mna mavuno mengi, lakini mnavuna kidogo naweka mshahara wenu katika mfuko wenye mashimo. Lakini kuna e, mstari wa, wa Mhubiri huwa naupenda sana ya kwamba nimewaona, nimeona kitu cha ajabu sana e, nimeona wafalme wakitembea kwa miguu kama watumwa na watumwa wakiwa wamepanda farasi. Hiyo inamaanisha ya kwamba kuna watu Mungu akiwatazama amewapa position za kumiliki uchumi, lakini they working are the slave na kuna watu wengine ambao they are slave and they are living are the kings so you need to pray, eh, you need to pray. ili uweze kubadilisha, ili uweze kusimama katika nafasi uliokusudiwa. Kitu chana ambacho adui anafanya ya ni kuzuia umiliki wa ardhi na rasilimali. Kuna utofauti wa kuweza kuwa na pesa na kuwa na umiliki. Unaweza kuwa na pesa kila mwezi unapokea milioni mbili, lakini you don't have anything you don't have any, uh, uh, uh, ile E, ila assets, hauna na hauna mpango kabisa, unaona. Kwa hiyo sometimes unakiona ni kitu cha kawaida. Una vijana wako na mabinti wako, una baba yako hana chochote, anawaza kuhusu kuwekeza, unaona ni kawaida, kumbe ni vita inayokusudia kupambana na hilo lango la uchumi ili asiwekeze kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Eh, sasa, jinsi ya kuweza kukomboa na kulinda ile lango la uchumi, kitu cha kwanza tubu kwanza na uombe rehema za Mungu, kwa sababu kuna vita tunapita nazo sio za kwetu, bali ni za kimaagano. Miaka kadha wakadha iliyopita hakukuwa na mtu aliyekuwa na mwelekeo kama wakwako. Sasa hivi umeinuka katika kizazi hiki unayatafuta mashau, mashauri ya Bwana kwa lazima, ujue kwamba kuna vita hapo, umeingia lazima usimame sawa sawa. Kuna watu wengine ulizeni katika familia zenu, hakuna mtu amewahi kumiliki gari, hakuna mtu amewahi kumiliki viwanja vya biashara, hakuna mtu amewahi kuanzisha kampuni kubwa. Wewe umeanzisha kampuni, ni wa kwanza. Your battle won't be easy, haitakuwa rahisi vita yako. Lazima umwombe sana Mungu kwa hiyo kitu. Kwanza omba toba na rehema na ujitenge sasa, hmm? Ee, omba toba na rehema, na toba nyingine ni ya kwako mwenyewe. Kuna watu wanatamaa uh, uh, uh, hawatoi ee, fungu la kumi. Omba toba na rehema. Kitu cha pili, omba rehema kwa niaba ya ukoo wako, endapo kuna laana za vizazi zilifunga maendeleo a kuzuia utajiri. Omba rehema. Wakati fulani tukawa tunafanya huduma na binti fulani na wakati tuko e, akiwa amelala akafunuliwa e, ardhi ya kule kwao, akaona mikono mingi sana imewekwa ndani ya begi, na ile mikono imekauka kabisa, imewekwa ndani ya ardhi. Ilikuwa inamaanisha nini? Ilikuwa inamaanisha kwamba wale watu mikono yao, kumbuka, mikono ni kwa ajili ya uchumi, kushika uchumi. Miguu ni kwa ajili ya kumiliki. Kwa hiyo unapoomba kwa ajili lango la uchumi, kumbuka mikono yako ni kwa ajili ya utendaji, kushika, kufanya kazi, miguu kwa ajili ya kumiliki dada akaona mikono imekauka sana na imefukiwa kule chini. Kwa hiyo wale watu walikuwa wanapitia ugumu sana katika uchumi, na yeye alikuwa na struggle sana, hapati chochote, miaka nenda rudi. Mungu ndo anakuja kumfungulia. Tubu, naomba rehema. Kitu cha tatu, tambua mlango yako ya kipato, jinsi ya kujikomboa na kulinda lango la uchumi. Hawezi ukalinda kitu usichokijua mwana wa Mungu, lazima ujue ya kwamba ni kitu gani ninachotaka kukilinda. Ukijua kwamba mimi nina nguvu kubwa katika e, kipaji, ukajua nina nguvu kubwa sana katika biashara, ukajua nina nguvu kubwa sana katika ujuzi. Sasa hicho kitu hicho kitu hicho kitambue na uweze kuanza kufanya kazi. Lakini kitu cha nne, tafuta hekima e, ya matumizi sahihi ya fedha, panga bajeti, epuka madeni na uwekeza. Eh, wakati mwingine Mungu anakufungulia lango, lakini sio kwamba kila kitu Mungu wana, atakufunulia kwa, atakufunulia kwa Roho Mtakatifu eh, lakini sio kwamba usijifunze. Jitahidi ujifunze, nenda kwa watu wanaojua uchumi, jifunze ili ujue pesa yako ndogo unayoipata uitumie vipi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kitu cha tano, mwalike Roho Mtakatifu awe mshauri wako wa kifedha. Mithali sura ya 10, mstari wa 22, baraka ya Bwana utajirisha, wala haichanganyi huzuni nayo. Wajitahidi sana, muombe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, nifanye nini? Na Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuombe kwa dakika chache, then wewe utaendelea, utaendelea kuomba kwa ajili ya kukomboa lango lako la uchumi, umiliki na ustawi. Sema na mimi sala hii na then utaendelea. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa kuwa wewe ndiye unipae nguvu za kupata utajiri. Ninatubu kwa kila mahali ambapo mimi na familia yetu tumekosa hekima ya kifedha. Tumependa fedha kuliko wewe, tumeshindwa kutumia mali zetu kwa utukufu wako. Lakini wakati mwingine pia kupitia maagano yaliyowekwa ambayo yameendelea kuwa na uhalali juu yetu. Siku ya leo tunaomba toba na rehemu, uturehemu e Bwana, uturehemu e Bwana. Tunaomba damu ya Yesu Kristo isafishe lango la uchumi wa familia yetu. Tunaomba urejesho wa mafanikio halali, miradi ya baraka na tija katika kazi za mikono yangu nifanyayo. E Bwana, nakusihi ufungue mbingu za baraka, vunja kila mnyororo wa madeni, laana, mikataba ya uharibifu. Ninakataa maisha ya kufilisika, mizunguko ya umasikini na kila upotevu wa rasilimali. Natangaza kuwa niko huru, mimi ni tajiri. Ninatamka neema ya kuwa mimi ni mwenye hekima, ya kuwa mimi ni mtendaji, ya kwamba mimi nina uwezo wa kusaidia wengine, ya kwamba mimi nitamiliki. Maana umesema umetupa hazina, hata zile hazina zilizofichwa Jehova, ukazifunue katika jina la Yesu. Asante maana wewe unaweza, asante maana wewe unatosha. Katika jina la Yesu tumeomba, amen.